Wachache mara baada ya kuripotiwa kwa taarifa ya kukatika kwa mawasiliano ya barabara itokayo Mtwara Lindi kwenda Dar es Salaam kutokana na mvua kubwa iliyonyesha kuharibu miundombinu hiyo na kusababisha kuto kupitika katika eneo hilo, kwa maana ya upande wa pili hawezi kwenda upande mwingine. Sasa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini kwa maana Tanrod wametoa taarifa kwa umma wakitoa ruhusa kwa mabasi ya da Lindi Mtwara kupita kwa dharura Songea Makambako Iringa. Taarifa yao inasema hivi Mamlaka ya udhibiti wa usafiri aridhini inatoa taarifa kwa umma kuwa kufuatia, kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha mikoa ya kusini mashariki mwa Tanzania, kumetokea uharibifu wa barabara ya mchepuko iliyokuwa ikitumika kupisha ujenzi unaoendelea wa daraja la eneo la Somanga Mtama, wilaya ya Kilwa, mkoani Lindi, ambapo barabara hiyo imefungwa kwa muda na wakala wa barabara nchini TANROADS kuanzia jioni ya Jumapili tarehe 6 2025 Aprili. Kutokana na changamoto hiyo, mamlaka inatoa ruhusa kwa wasafirishaji ambao ratiba zao zimeathirika na uharibifu huo kutumia njia ya mbadala kwa dharura kati ya Dar es Salaam, Lindi, Mtwara na Masasi, Tunduru kupitia Songea, Makambako, Iringa. Dharura hii italazimika itamalizika baada ya barabara hiyo iliyofungwa kwa muda kuanza kutumika. Rai inatolewa kwa madereva watakaopita njia, njia ambazo hawana uzoefu nazo wachukue tahadhari zaidi hususani wanapopita maeneo yenye miteremko au milima na wasipitishe mabasi katika barabara zilizojaa maji katika njia hizo mbadala. Wasafirishaji wazingatie viwango vya nauli kulingana na uri, umbali kama wanavyoonyeshwa katika majedwali ya nauli elekezi zilizotolewa na LATRA ambazo pia zinapatikana kwenye tovuti ya LATRA au apu kwa simu janja za Android. Mamlaka inawakumbusha watoa huduma wote kuzingatia sheria na kanuni za huduma wanazotoa ikiwemo kutumia mfumo wa tiketi za kielektroniki. Abiria wanakumbushwa kutoa taarifa za changamoto za usafiri kwa kupiga simu na bila malipo, eh, kwa namba ambayo wameitaja inayofanya kazi siku zote saa 24 kupitia mfumo wa email. Pia imetolewa na Salum Pazi ambaye ni mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano. Hiyo ndio taarifa ya LATRA. Hii ni TV Media mimi ni Heri Abdalla. Hakikisha una subscribe hakikisha na ku comment youtube channel yetu, ili usipitwe na mengi ambayo tunakuletea. Bila kusahau Instagram, TikTok na Facebook pia tunapatikana kwa jina la Chivihi Media. Daima sisi ni wewe.